Unamwonaje kocha Folz? Simjui, namsubiri. Kocha wako humjui, unamsubiri? Subiri, Bado hujamjua kabisa? Ah, anaitwa nani Folz? Kumbe una kocha wa Yanga unom... anaitwa nani mzee, kocha wa, wa Simba? Mi simjui jina kusema ukweli, kocha wetu simjui jina, sijataka hata kulikariri. Kwanza acheki na watu, najua maisha haya na yanahitaji kuwa friendly bwana sasa unapokuwa muda wote umenuna nini? Ujue Nabi alikuwaga burudani eh? Nabi alikuwa burudani sana, alikuwa anacheka na watu anapiga stori na watu. Sasa huyu yeye acheki hiyo mipira ya kununa sometime na kuaga. Ndio maana hata jina simjui mm. Simjui jina kwa kweli. Unaweza kusema mpaka sasa hivi bado hajakufurahisha? Bado sijaona kitu cha kunifurahisha kutoka kwa kocha wetu sijaona. Yeah. Kuna namna aongeze kasi, sio kasi tu, kuna namna abadilishe. Unajua waliomharibia mp, walio mp, mpira walioharibu kabisa ni yule wakampa kampa tena, akaja Nabi karuka nayo, akaja Gamondi karuka nayo. Sasa hizi tatu hizi zimetuathiri kichwa, kusema ututoe humo ni vigumu sana kwa namna moja ama nyingine wamsaidie wamwambie kwamba bwana eh, tulianza na kampa kampa tena. Hii kampa kampa tena ilipita na, na makocha karibia wawili sijui watatu hapa, situliona situlishuhudia. Akaja Gamondi nani Nabi akapita nayo akaishikilia akai vizuri, tukaenda. Akaja Gamondi kapita nayo akaishikilia vizuri, tukaenda. Sasa huyu inabidi wamwambie kwamba bwana, sisi bwana tulivyozoea, sisi wanayanga tuna falsafa yetu inaitwa kampa kampa tena, ndo watu wanaitaka. Video angalie. Ehe, sasa mwisho wa siku wanayanga hawapati vile vitu walivyovizoea, ndo maana unakuta kelele nyingi kocha lelelelele, mara mapema tumfukuze mapema sijui nini, na mimi naunga mkono afukuzwe ikiwezekana. E, dajeni msiendelee kumpa muda huo muda tutakaoendelea kumpa tushapoteza mechi mbili tatu, unafikiri kuzirudisha hizo mechi mbili tatu ni, ni, ni, ni, ni kazi nyepesi? Sasa tujitafakari, muda bado upo, nafasi bado ipo na fursa bado ipo. Kwa hiyo kama mabosi zetu wanatusikiliza, wafanye maamuzi haraka sana, wakizubaa tu labda wampe muda wakubali kwamba okay, tunampa muda ubingwa wa msimu huu, kipigo tena cha mara sita mara saba kwa Simba hapo sawa, ntakubali. Lakini kama kweli tunahitaji na tunataka tufike mahali fulani, kwa sababu sasa hivi tuna mashindano makubwa ambayo yanakuja mbele yetu, bado tupo mwanzoni, ujue kuna mitimu tutakutana nayo huko, hauna kampe, kampa kampa tena hauna pira Gamondi, hauna pira Nabi. Oya daje, eh, acha kabisa. Mpira unauma eh, acha kabisa. Ingetokea nafasi sasa, Akili unaambia kwamba mashabiki wa Yanga, toeni maoni, ni kocha yupi ambaye aliupiga mwingi sana, timu ilikuwa iko moto kwelikweli, mnatamani arudi Yanga hata kesho mm. Dajeni, kuna vitu v viki... vimepita uh... Plujim alifanya vizuri sana kwa wakati ule. Gamondi amefanya vizuri, Nabi amefanya vizuri, lakini kwa kuwa wamepita, wasirudi, kwa sababu pengine kuna sababu zilizosababisha wapite, sijui, umenielewa? Lakini makocha wa aina ile wapo wengi tena wazuri kuliko wale, wapo wengi duniani hapa. Kwao watafute watupatie sisi tunavyovitaka bwana. Si aliangalia. Hey. Eh? Mm, ndio. Unajua, mpira ni mazingira, alafu mpira unaweza ukakutia aibu ukakutia aibu wakati, yani hadi ukajiona sifuri, lakini vilevile mpira unaweza ukakuinua mpaka ukajishangaa hivi hivi, ah, ni mimi kweli, sijumeniwa vizuri zingine kule kwao walikuwa wa moto kweli. Kumbe inategemeana na ligi yenyewe. Anakuja hapa afu hapa kuna joto, joto kali sometime, kuna joto kali hapa na kuna mambo mengi ya kimpira hapa saa kukabiliana nayo sio kazi ndogo kwao. Mimi e, binafsi niseme tu, wachukulie lile ambalo nimelisema mapema kwamba muda upo, nafasi ipo. Basi tukutarajie lini tena kukuona uwanjani? Mungu akipenda, ya yeah. Mipango, mipango pango, ikaa sawa na Mungu akipenda, Mungu akinipa nafasi narudi. Mi sijaua, sijafukuzwa, sina ugomvi na mtu, sina ubaya na mtu, muda wote nikiamua kurudi kama shabiki kindakindaki, narudi, ushajipanga, yeah. Zaidi mi familia yangu kwa kweli sasa hivi iko vizuri, sema acha tuendeleze tu namna nzuri nyingine ya kupambana yeah. mjadala gani ambao ulipita pengine kwenye ligi ukasema kwamba huu huu umetikisa kidogo? Yeah. wakati uko nje, mjadala kwenye mambo ya ligi timu hizi. Ah, mjadala bwana, msimu huu au? Ah, mjadala no. <laughs> si wajuzi hapa tulivyopoteza nani baada ya mechi kuanza hizi mijadala ya kocha imekuwa ni mingi inatikisa sana, sare na Mbeya City. E, mbe, sare na Mbeya City imetuathiri pakubwa kwao, kuna m, watu wanajadiliana mengi. Sasa je, ikitokea tena itakuaje? Si hatari hiyo? E, mfano kama kesho kutwa tunaenda Malawi hapa. Sasa wewe fikiria, mfano ile timu ikatukazia kule itakuaje? Si balaa imagine. Yeah? Bado una, una, una, hey, dajeni acha kabisa. Situombe Mungu tu hiyo mechi ya Juma ngapi tupite salama ya, ya tarehe 20 ngapi 25 eh? Tupite salama kitu kama hicho, tukishinda tutamshukuru Mungu, lakini tusiposhinda wafanye maamuzi mapema sana ni wasichelewe, chapu wafanye maamuzi. Mambo hey, mengine yaende vizuri, mengine yaendelee yaendele yaendele, pressure juu juu. Eh, sio presha juu juujuu sasa hivi. Mfano mimi nina dokta wangu anaitwa wa Abduli, muda wote nikijisikia tu kama moyo kama nti, bwana dokta. Alafu ni mwanangu sana yani, muda wote anapokeaga simu yangu mshikaji, muda wote yani dokta ah, ni mambo bwana, naona kama sasa hatutaki tufikie kwenye hiyo hali ya kutembea na vidonge kama walivyokuaga wana Simba. Kwani wewe hujui? Hmm. Hmm. Wana Simba ilifika kipindi ambacho wanatembea hadi na maji kwenye madumu kwa sababu wanajua pamoto leo kwao, wanatembea na maji ili kikiwaka tu wana, wanapoza na maji mpira oh, unauma. Kupitia hicho hmm kipindi. Miaka ya nyuma sana ya miaka ya nyuma sana tuliteseka, wewe. <laughs> Acha kabisa, tuliteseka sana, acha. ya mtamani kabisa kurudi kwa kusonga mbele kwa mbele hivi dajeni? <laughs> Yani utamani kurudi kule dajeni, na hivi vitoto vya mwaka 2004 na 2004 na 2005 visivyokuwa na, na uvumilivu vi, hivi Yo! Hey, acha kabisa wachezaji mashabiki wa leo hii uwarudishe kipindi chetu kile cha Yanga Bakuli, hawakuelewi. Hawa watoto wana hasira sana, afu wana dunia yao ni ya tofauti na ile dunia yetu sisi, hawa watoto afu siku hizi sasa, hawa watoto kuanzia miaka elfu mbili na ngapi, asilimia kubwa hawana ndevu ogopa sana hivyo vitoto hivyo. Wana eh, shida sana hii vitoto ambavyo mahesabu yao yote ni, ni kutafuta mashangazi walelewe yeah. <laughs> Hiyo pia kwenye mpira nimeongelea ah, ni maisha fu, si unazungumza mpira hapa maisha ma mazima fu yani maisha full. Sasa kwa wale ambao ni mashabiki wa mpira. Aya, tuendelee na mambo mengine. Akili <laughs> mtanda bwana, mimi nimefurahi sana leo tumekutana tumeweza kuzungumza kwa sababu yani ni muda mrefu. Na mimi kiukweli, nikupe maua yako. Ni miongoni mwa mashabiki ama wanachama wa Yanga Sports Club ambao nilikuwa nafurahi sana kupiga stori na kwa sababu uko nazungumza mpira kindakindaki, unaisifia Yanga yako na nini hivyo, na leo imekuwa ni wakati mzuri tumekutana hapa tumezungumza. Kama kuna chochote ambacho unatamani pia na imani una mashabiki ambao wanapenda, atakapokuwa anazunguka. Nilikuwa naona pia Akili elfu tano, Akili elfu tano, tumefurahi kukuona hivyo, labda una chochote cha kuambia, chochote cha kuambia <clears throat> Ni niwaambie tu kwamba maisha yanabadilika, zama zinabadilika, tuendelee kupambana na maisha. Nakushukuru, yeah. Asante sana. Akili elfu tano tumezungumza naye hapa Kishai TV. Imekuwa ni wakati mzuri sana, muda mrefu, takribani misimu mitatu hajaonekana J aney Kishai na kwa kameramani ni Pido Montana 08.